Rais wa zamani wa Gabon Ali Bongo ambaye aliondolewa madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2023 ameondoka nchini humo na sasa yuko Angola. Hii ni kulingana na mamlaka ya nchi hiyo. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, mamlaka nchini Angola iliongeza kuwa familia ya Bongo imeachiliwa kutoka kizuizini na imeungana naye mjini Luanda. Mke wa Bongo na mwanawe Sylvia na Nauredin walikabiliwa na mashtaka ya ulaji rushwa na walikuwa wamefungwa gerezani mwaka 2023. Mashtaka hayo hayajazungumziwa hadharani, lakini wakili wa Bibongo amesema hakustahili kushikiliwa, kuongeza kwamba hatua hiyo ni kinyume cha sheria. Kuachiliwa kwa familia hiyo kumekuja baada ya Rais wa Angola Joao Lorenzo, ambaye kwa sasa anaongoza Umoja wa Afrika kuzuru Libreville na kufanya mazungumzo na mwenzake wa Gabon Brice Oligui Nguema, jenerali wa zamani aliyeongoza mapinduzi dhidi ya Bongo, kabla ya kushinda kwa kishindo katika uchaguzi wa rais mwezi uliopita. Mwendesha mashtaka wa Gabon Edi Minang anasema kuachiliwa kwa, kwa Bii Bongo na mwanawe ni kwa muda tu na hatua hiyo ilifikiwa kwa msingi wa afya mbaya na kwamba kesi za kisheria dhidi ya wa wawili hao zitaendelea. Katika picha zilizotolewa na ofisi ya rais wa Angola, Bongo anaonekana akilakiwa alipowasili uwanja wa ndege na nyuma yake kuna mwanamke anayesadikiwa kuwa mke wake. Ali Bongo, ambaye baba yake Omar Bongo alitawala Gabon kwa zaidi ya miongo minne, aliongoza nchi hiyo kwa miaka kumi na minne alipoondolewa madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2023. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimo Njiro.